Yes, leo nataka kuhadithia stori moja hivi ya pati ya watu wenye vipara. Ilikuwa inafanyika sehemu moja huko mkoa fulani. Hivi zamani sana ilifanyika hiyo pati ya watu wenye vipara. Sasa kuna wanangu hao walikuwa hawa wakosi, kila pati lazima wawepo. Sasa wanangu walikuwa kama mimi, walikuwa marasta nini wananyoleza. Sasa hiyo pati wanaruhusiwa watu ambao wana vipara tu. Huwezi kuingia mtu ambaye una nywele zako uingie hata siku moja pale getini, yani mlango wa kuingilia kwenye ile pati, kulikuwa kuna vipofu hawa wawili, kwa ukitaka kuingia pale ndani unakaguliwa, yani wale wale vipofu wanakushika kichwa hivyo, na ah, kule ana kipala apita ndani. Sasa wale wanangu wauni kichizi, yani wakamwamu, hii pati iwezekani itupite mu ndani. Kuna watoto wakali, kuna mademu wazuri, kuna vyakula vya kutosha. Iwezekani hii pati sisi itukose, lazima tu tuingie. Kwa hivyo vyote vile Ha, wanangu wale nikawauliza, wanangu nye mtaingiaje humo wakati nye wanangu mna nywele amna? Nafikiri Mipazo, tutaingia tu kwenye yopati, lazima tuzame, ha, hati, ingiyo, Mungu sisi tunaingia ah wanangu si waka tukaenda, mwanangu nikawa sindikiza hadi getini. Fika pale getini, wale wanangu walichokifanya, Mungu mwenyewe shahidi. Unajua walifanya nini? Walivua nguo hii, walivua suruali waliovaa, walishusha kidogo chini, afu wakainama, wakawa napita getini kimatako matako. Yani walivua hadi boxer, wakavua na ile nguo, wakashusha chini suruali ile, wakawa napita getini wakiwa wameinama hivi kimatako matako hasa wale walinzi wa getini ambao ni vipofu wakawa nakagua kukagua, akashikwa mmoja. Yani unajua, yule mlinzi alishika ni alishika makalio ya mtu mmoja, ila alishika mawili, akashika, akashika. Mm, mbona kama mnapita wawili wawili ah, ila wawililapo apiteni ah, mmoja akasema hebu tulia kwanza na mimi nikague. Mlinzi mlinzi mwingine au kipofu mwingine yule mlizi mwingine, kipofu mwingine alichokifanya, akatia dole pale katikati kati. <laughs> Akanusa yule kipofu, alafu mm, mbona kajapiga mswaki ah? Piteni. Ayapiteni, du. Uh. a ah, wanangu wasawa, wamekufuru ah! Kisa tupati siwapite ndio mnapita hivi getini.